Mwenyekiti wa bodi ndo mbeba maono. Sasa mara nyingi imekuwa kama cheo cha shukurani. Mtu anastaafu na miaka sabini, kashindwa kufanya kazi vizuri akiwa kazini, ameshakuwa mstaafu, maisha amempiga kule, unamchagua tena unampa bodi. Hana atachopoteza na muda wake wa Mungu umeshafika miaka sabini. Kwa hiyo anaenda pale kukaa tu na kusinzia, matokeo yake tunaanza kusumbuana. Nashukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti na Mheshimiwa Waziri. Ninafurahi waingie wa kwa ushindani, lakini na umri pia. Mtu akishastafu anatakiwa apumzike, mawazo mapya yaingie, na mi natoa mfano mmoja, tulipata mwenyekiti kwenye kamati yetu ya, ya, ya nishati Nyasao ni ambaye sasa ni waziri wa ulinzi, ni kijana kapiga kazi vizuri, kapelekwa kapiga kazi vizuri, leo waziri hapa. Sasa unachukua mtu amesha expire tena unamtundika kazi ya kuzurura, haiwezekani. Anataka kwenda akajiridhishe mradi, anataka kwenda sijui Liganga na Mchuchuma, ukiangalia hapa na pingili zimechengana, basi anafanyia kazi kwenye simu. Mimi nadhani hili wazo ni zuri kabisa, Mheshimiwa Waziri, kwamba ipatikane hiyo kazi kwa ushindani, lakini pia na umri uweko, kwamba tunashindana na watu wa design gani? Ukishindanisha watu wameshastaafa na uwezo, hawezi kukompiti na kijana wa miaka 45 katoka chuo kikuu, lakini ana mawazo mazuri. Kwa hiyo niombe sana hilo tuliweke kama ninavyoshauri. Swala so, lingine mheshimiwa, bado nasema utekelezaji wetu wa mipango mipango inakuwa mizuri, lakini serikali mnakuwa hamuongei lugha moja. Natoa mfano wale mnaotoka Dar es Salaam, sisi tulipanga vizuri, tutajenga barabara za mwendokasi tutajenga barabara za njia nne. Nyinyi mnao pita ile barabara ukishuka hapo airport, niambieni mmefananisha na nchi gani ile barabara? Tunazunguka wote huko duniani, nchi gani unatoka airport vizuri ukishaingia barabara ya kwenda posta Yani, gari inaenda hautulii, inazunguka hivi, inazunguka hivi, wakati huku mliacha eneo, mliacha eneo. Ni ramani mliitoa wapi ya njongi njongi hizo kona, kuanzia mwanzo mpaka mwisho he? na leo tunatengeneza kwenda mpaka Tegeta. Kwa hiyo chukua mfano mtu anayeishi Tegeta, akitoka airport ya Dar es Salaam, zile kona unahesabu moja mpaka utafika Tegeta, kona mia moja. Concentration ya kustarehe kwenye gari hamna he? huo mpango ulitengenezwa na nani? Mlijifunza wapi he? Sasa mimi ni washauri sana ndugu zangu, kwa kweli. Tunafika mahala tunaona sasa kama hamzungumzi lugha moja, ni vizuri tukawa na lugha moja. Unapotengeneza mpango, mshirikiane. Tunajenga leo barabara, baada ya miezi miwili mitatu unaona tena wengine wanakata barabara, wanapitisha waya wa umeme, wanakata barabara, wanaweka mabomba. Jamani, kwani kwenye mipango yenu hamjui kama huku kuna watu, huku hakuna watu? Jamani, hii kitu tunafika mahala kushauri kwa kweli, mtaona kama tunawapinga lakini, ndugu zangu, nyinyi hasa mlio bahati kama injinia na wasomi tuliowaamini kwenye mawizara, tengenezeni mpango wa pamoja, mshirikiane mnapotengeneza, kila mtu alete hitaji lake mnapotaka kutengeneza kitu kimoja, lakini sio tunatupa hela leo, baada ya wiki moja tunakuta girenda zinalia, tunapitisha bomba la maji kupeleka kulia. Hili hi, ni hi, hi, hi, hi, taifa la wasomi na sisi tunawaamini, tengenezeni vitu vya kisomi kisomi, msitengeneze vitu vya blabla bla. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kumpa taarifa kaka yangu Msukuma, mtu bingwa wa jimbo la Geita. Nimpe tu taarifa kwenye kila alichokuwa nazungumza kuhusu madini, mimi ndio mchimbaji mdogo katika nchi hii. Napenda kumpa tu taarifa kwamba juzi Waziri Mavunde, waziri makini wa, wa wizara ya madini, amerusha ndege ya bariki kwa ajili ya uwanzo uanzishwaji wa kupima maeneo kwa ajili ya madini, alikuwa hajapata hiyo. Mheshimiwa, unaipokea taarifa hiyo? namkaribisha bungeni. nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti mimi sizungumzi ndege ya bariki, tunazungumza ndege ya serikali ya kwetu wenyewe, hatuwezi kutumia ndege za kuazima watu. Kwa hiyo karibu na leo. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, ninaomba kushauri kwa kweli tufike mwisho.